Kutoka kaunti namba 39, wacha kama anavyosema Rashid kwamba sisemi kitu. Tuelekee kaunti nambari tano. Wazazi wanaoishi na watoto wenye ulemavu katika kaunti ya Lamu wameshinikiza serikali ya kaunti kuwasaidia katika maswala ya elimu, afya na usaidizi mwingine kwa sababu mahitaji yao ni maalum. Wakizungumza wakati wa zoezi la usajili wa watoto wenye ulemavu kwa ufadhili wa masomo na kampuni ya KPC, wazazi hao wamehimiza mashirika zaidi kujitokeza na kusaidia jamii ya walemavu huko Lamu. Tunasomesha wengi wale wamemaliza na wale bado ambao wanauo uhitaji tunaendelea kusomesha. Kama shirika la walemavu tumekuwa tukisomesha hata saa hii, Lamu County niko na zaidi ya walemavu sitini ambao wako saa hii mashule tofauti tofauti, na pia kupitia kwa mashirika mengine kama KPC, Kenya Pipeline. Kama saa hii tunafanya hiyo vetting, kuhakikisha ya kwamba tumechukua kadhaa, nao wanatusaidia ambao wa wako na ulemavu kuwapeleka shule. Anakuja, tunakagua dokumenti zao kwanza, kama wako na kijisea wako na hiyo ya ulemavu, kama wako na yoyote ngine ya identification. Hapo sasa kuna vigezo zingine tunatumia kupata kama eh, mzazi anaweza kukimu mahitaji yake ya shule, eh, kuna shida anapitia sana an hiyo ugonjwa wake ama ulemavu wake, hapo pia yani <tonguele> nimepitia ni changamoto na huyu mtoto mpaka inafikia mahali nakufa moyo, kwa sababu niliadhimitiwa mtoto wangu hana mguu, mguu wa pili nao una matatizo. Niko yani, nimepitia mengi na huyu mtoto ambapo, yani, nikapata hiyo msaada kwangu mimi itanisaidia. serikali na washikadau wa elimu